Bado tuko kwenye kingo za ubadhirifu ama matumizi mabaya ya fedha za serikali. Baadhi ya wizara katika kaunti ya Garissa zinakabiliwa na madai ya ufisadi na ukiukaji wa kanuni za ajira. Hayo ni kwa mujibu wa kamati maalum ambayo ilikuwa imebuniwa kuchunguza madai hayo, ambayo pia iliweza kugundua baadhi ya wafanyikazi hujiwekea fedha za umma katika akaunti zao za kibinafsi. Mtazamaji, mwanahabari Hamza Yusuf anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Garissa. Baada ya maswali mengi kujitokeza kuhusu uwajibikaji wa fedha, kamati hiyo ilimhoji mkurugenzi wa ajira Mohamed Bashir, katibu wa kaunti Mohamud Mursal, naibu wa gavana wa kaunti ya Garissa Abdullahi Hussein, hali kadhalika aliyekuwa waziri wa zamani wa biashara katika kaunti hii Hajir Dahiye Mohamed. Bwana Hajir ambaye alibanwa sana na maswali wanakamati wakitaka kujua alivyokabiliana na ufisadi alipokuwa afisini.

Pamoja na kuwa waziri huyo hakutaka kujielezea wazi, KTN ilifanikiwa kupata stakabadhi za benki kuonyesha kuwa pesa hizo zilikuwa zimetumika. Hata hivyo, maafisa wanaohusika walijaribu kujitenga na hoja kuhusu aliyetia saini makubaliano ya kuweka fedha katika akaunti ambazo hazimilikiwi na serikali ya kaunti ya Garissa. Uh, chairman. Normally I don't deal with the vouchers. These very rare occasions where I receive vouchers. So there was some overlap somehow on which department is in charge of what. Kamati hiyo inadai kuwa chini ya uongozi wa waziri Hajir Dahia Muhammad fedha nyingi zimepotea kwa njia ya kutatanisha. Kinachosubiriwa sasa ni kamati inayoendelea na uchunguzi kuweza kuleta majibu dhabiti ifikapo juma lijalo. Hamza Yusuf, KTN Garissa.